Naitwa Felix John, mimi ni meneja uhamasishaji uwekezaji wa ndani kutoka Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi Tanzania, kwa kifupi TISEZA. Uh, tupo katika mkoa wa Shinyanga, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa kampeni ya kitaifa ya uhamasishaji uwekezaji wa ndani. Uh, kampeni hii inalenga kuhamasisha wawekezaji wa ndani yani Watanzania kujitokeza kwa wingi zaidi kusajili miradi yao na kuweza kushiriki kikamilifu katika kumiliki uh, uchumi wa, wa nchi yao. Leo hii tumepata fursa ya kumtembelea mwekezaji huyu, mwekezaji mtanzania kabisa. Mwitikio ni mkubwa. Kampeni hii haitekelezwi kwa mara ya kwanza mwaka huu, mwaka jana tulitekeleza kampeni kama hii na tumepata matokeo mazuri, matokeo chanya, na ndio maana mwaka huu tunaitekeleza tena. Ni matarajio yetu kwamba tutakuwa na ongezeko kubwa la Watanzania wanaosajili miradi na kuweza kushiriki kikamilifu katika, katika uchumi wa nchi yao. Serikali imeendelea kuboresha, imeendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kote nchini. A, mambo mengi ambayo yalikuwa ni changamoto tayari yamekwisha fanyiwa kazi a, kupitia mkumbi mkumbi tu, lakini pia ni vyema nikasema kwamba tunazo skimu mbili za uwekezaji, tunayo skimu ya kawaida ambayo ni kama hii hii shule lakini pia tunayo skim maalum, yani uwekezaji katika maeneo maalum ya kiuchumi ambako vivutio vinavyotolewa ni lukuki, lakini pia katika maeneo kama hayo tunahakikisha uwepo wa miundombinu yote uwezeshi kwa ajili ya uwekezaji inayoweza kujumuisha maji, umeme, barabara na mawasiliano. Kama ni Shinyanga, hali kadhalika kama ni Kishapu, hivyo hivyo, lakini wakati huo huo pia maelekezo madhubuti ya kuhakikisha kwamba tunaangalia yale maeneo ambayo ni ya uwekezaji. Hakuna eneo lolote ndani ya mkoa wa Shinyanga ambalo limetengwa kwa ajili ya uwekezaji, au maeneo ambayo tunaendelea kuyatenga, ambayo hayapata hayapata umeme, ambayo hayana maji, ambayo hayana access ya msaada wa aina yoyote na mahitaji yale ya ya uwekezaji. Kwa kikubwa ni kwamba tutumie fursa hizi, aa mamlaka husika ya uwekezaji TISEZA wako barabarani wanaendelea kuzunguka kuhakikisha kuona namna gani ambavyo tunatekeleza hizi kampeni. Ndugu zangu niwakaribishe sana mkwashi. Sisi Shinyanga tulianza na, na not only that, sisi tumeendelea kuweka mazingira rafiki na wezeshi kwamba tuna maeneo mawili tumetenga kwa ajili ya uwekezaji ambapo ni Buzwagi lakini pia na Nyanshimbi. Lakini tukajiuliza hivi, una una, una encourage vipi mtu aje kuwekeza Kahama au Shinyanga eh? Na pale ambapo wanahisi kwamba ni mbali na maeneo ya usafirishaji, mfano bandari. Tuna SGR ambayo inaenda kutuunganisha nchi nzima, na ambayo inaenda kupunguza gharama za usafirishaji kwa nchi nzima, na mkoa wa Shinyanga ni moja kati ya mikoa ambayo imebahatika kupitiwa na standard gauge SGR, na Isaka pale inapita. Kwa hiyo tulichofanya ni kupambana na kuhakikisha tuna revampu. Dryport. I'm very proud kwamba ndani ya mkoa wa Shinyanga tuna bandari kavu, tuna Isaka Dryport na tuna wawekezaji